Ni chama chenye wanachama rasmi milioni kumi na tatu. Chama hiki kinachoamini katika misingi ya usawa na haki na utu wa mtu, chama ambacho hakimbagui mtu yoyote, mfanyakazi, mkulima, mfanya biashara na mwanamke, kijana, mzee au mlemavu chama hiki ambacho kimejizatiti kwa miaka mingi chenye vinasaba vya uhuru wa nchi ya Tanzania ni chama ambacho kinakwenda kuingia katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Yuko vipi? Unaweza kuitumikia jamii ya wanachama hawa? Lango jina ni Saido Magani, karibu sana katika uchaguzi episode ya kumi na moja ya The Walking Bridge, ambapo siku hii ya leo nataka kukueleza namna ambavyo unaweza kupata uteuzi wa Chama cha Mapinduzi na kuweza kupata nafasi ya kugombea nafasi mbalimbali mbali za kushika dola, kwa maana kuwa diwani, mbunge au rais. Ndio maana nimeona kwamba kwa kuwa chama hiki ni kikubwa sana na watu mbalimbali mbali wangependa kutumia chama hiki katika kupata nafasi za kimadaraka, usiniweze kutoa elimu hii ili uweze kujua namna gani unavyoweza kushiriki. Kila mwanachama katika chama hiki ana fursa sawa ya kuweza kugombea na hatimaye kuweza kukiwakilisha chama katika nafasi mbalimbali hapa nchini Tanzania. Uh, ningependa kubainisha masuala kumi na tatu ambayo unatakiwa kwanza kuyatimiza ukiwa kama mwanachama wa chama hiki ili uweze kuteuliwa na chama hiki kuweza kugombea nafasi mbalimbali.